Cha majaribio ni chama, chama ambacho kimeshajipambanua tayari, kimeshaonekana na mmekiona, mnatambua chama kimewatoa wapi, kimewafikisha wapi. Chama cha mapinduzi sio chama cha mtandao, ni chama cha kazi, ni chama cha saiti. Hatushughuliki na stori za mitandao, tunashughulika na kero za wananchi. Asilimia kubwa sisi hatujihusishi na mitandao Tunajihusisha na maisha ya wananchi, na ndio maana hapa tumekuja kuwaelezeni kwa utulivu, kwa unyenyekevu, ni nini tutawafanyia baada ya jivutuamini. Ndugu zangu, kuna mtangulizi amesema mwaka elfu moja mia tisa sitini na moja tunapopata uhuru nchi ilikuwa katika mazingira magumu sana. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambaye ni rais wa kwanza alitangaza vita dhidi ya maadui tatu Ujinga, umaskini na maradhi. Tunaanza kujiuliza kimoja kimoja, kama chama cha mapinduzi kimefanikiwa. Ujinga, jamani, leo kuna mtu mjinga? Hatuna mtu mjinga, kwa sababu tumeanzisha shule nyingi sana kwenye vitongoji, kwenye vijiji, kwenye mitaa, tumeanzisha shule nyingi za sekondari, tunajenga vyuo vikuu vya kati na vikubwa. Lengo ni kuhakikisha wananchi unaondokana na ule ugonjwa ambao mwalimu Nyerere alitangaza tupambane nao, lakini kuna mtu anasema bado chama cha mapinduzi hakileta maendeleo. Kujitafakari kimya kimya, ni kweli shule zipo au hazipo? Ni kweli ujinga ule tumeusoma au hatujausoma? Lakini pia swala la maradhi, kuna mtu saizi akiugua hajui aenda kutibiwa wapi? Sehemu za kwenda kutibiwa zinaonekana tena kizuri zaidi, tuna hospitali kubwa ya wilaya ya Mbarali. Zamani ilikuwa rufaa ni Ilembula ni Chimala. Ukienda Chimala ukienda Ilembula ndio umeenda usali kubwa. Saa hizi tumewaletea kwa bahari. Watu ambao wanaweza kutibiwa hapa. Afu mtu anasema bado akijasoma. Akifunguka Mwalimu Nyerere atakishukuru Chama cha Mapinduzi kwa namna ya kilimo cha sasa na uongozi wake. Lakini pia umaskini. Umaskini na upima kwa namna nyingi sana. Umaskini na upima kwa maisha ya moja moja. Yameboleka, yameboleka. Unaangalia nyuma, ulikuwa unaishije? unakunywa nini? unakula nini? milo mingapi? Unasafirije? Sahizi usafiri upoje? hali nzima ya vitendea kazi vya uchumi, kulima. Tulikuwa tunalima kwa kutumia vyombo gani? tunavuna kutumia vyombo gani? Utaangalia kweli maendeleo yamefanyika. Wanaosema ajafanyika waongo. Mwakumbushe kwamba so zamani tulikuwa jembe la mkono kulima, ikata mwezi miezi mitatu na eka ikatatu, lakini saizi eka sita unalima kwa masaa tu. Hayo sio maendeleo?